Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu ya mikoko kwa wingi inapatikana pembezoni mwa bahari na kwenye maingilio ya mito baharini. Kwa wingi, misitu ya mikoko inapatikana kwenye maeneo ya pwani ya Bahari ya Hindi. Kwa sasa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, wameitumia mikoko kama fursa ya kuwezesha wananchi kuanzisha ufugaji wa nyuki kwa lengo la kuhifadhi miti hiyo, lakini pia kutoa fursa kwa wananchi kukuza uchumi wao kupitia ufugaji wa nyuki. Mtazamaji, kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki James Range, mimi ni msimulizi wako Ana Mwasioke ambaye nakusihi tuwe sote kutoka mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki Kwenye mikoko kwanza, kuna nyuki wengi, pia unatusaidia hata uhifadhi hata swala zima la uhifadhi wa misitu yetu ya mikoko, sababu wanajua hii ni misitu ya hifadhi ya mikoko, iko chini ya serikali, ina uangalizi mkali. Kwa hiyo hata wale watu wavamizi wakuja huku inakuwa ni mara chache sana kuingia katika maeneo haya. Kuna jamii zinazozunguka maeneo yetu, wanatambua na huwa tunawashirikisha na baadhi wana vikundi wamehifadhi mizinga yao katika hifadhi zetu za misitu ya mikoko TFS. Ndipo tulipoanza kutugea mizinga 20 ambayo tunayo mpaka muda huu tumelina kilo 140 katika hiyo mizinga 20. Njia ya kisasa ni, ni, ni rahisi zaidi, kwa sababu unapoenda kuvuna kwa njia ya kisasa, kwa sababu hata nyuki ya kuathiri. Kwa sababu tulikuwa tunatumia kabla ya wakati TFS hajatupa e, usaidizi zaidi, tulikuwa tunatumia moto yani waka, yani ya kienyeji kwao, nyuki wengi walikuwa wanaondoka ndipo tuanza kupunguza uzalishaji wa, wa, wa asali. Simulizi ya misitu ya mikoko mkoani Lindi na faida zake kwa wananchi, lakini pia kwa serikali, kwani manziki hiyo kubwa ya nyuki ipo wilayani Kilwa na imekuwa na mchango mkubwa kwa utunzaji wa bayoanuai ya bahari na pia inatumika kama chanzo cha mapato kwa wananchi mbalimbali. Kwenye mikoko kwanza, kuna nyuki wengi, lakini pia uwekaji wa mizinga kwenye mikoko pia unatusaidia hata uhifadhi hata swala zima la uhifadhi wa misitu yetu ya mikoko, sababu wanajua hii ni misitu ya hifadhi ya mikoko, iko chini ya serikali, ina uangalizi mkali. Kwa hiyo hata wale watu wavamizi wakuja huku inakuwa ni mara chache sana kuingia katika maeneo haya, itokee tu wezi wamekuja wameiba, lakini mara nyingi tunajitahidi, lakini pia tuna tuna tuna ha, jamii zinazozunguka maeneo yetu wanatambua na huwa tunawashirikisha, na baadhi wana vikundi wamehifadhi mizinga yao katika hifadhi zetu za misitu ya mikoko. Kwa hiyo suala zima la usalama kwa sasa lipo vizuri tofauti na maeneo mengine, lakini pia suala la mioto huku kwenye mikoko hakuna, hakuna majanga ya moto. Tukiweka mzinga kama hivi, hakuna moto utakaoweza kupita kuathiri mizinga yetu, lakini kwenye maeneo mengine unaweza ukakuta moto umewashwa, mizinga umetundika, inaungua. Kwa hiyo serikali inakuwa inakula hasara kwenye, kwenye njia hiyo. Katika hilo hilo kwa kutokupunguza hata makundi sababu anayevuna kwenye gogo anatoa kila kitu. Sisi tunatoa asali ambayo iko tayari, nyingine tunawaachia wao kwa ajili ya maisha yao ya, ya kuendeleza kundi. Lakini kwenye mizinga ya kienyeji mtu anaweza akatoa asali na nyuki kundi likawa limehama, lakini kwetu bado kundi tutaendelea kuwa nalo kwa ajili ya kuendelea uzalishaji wa asali. Naitwa Omari Athmani Mchoro, mkazi wa kijiji cha Marendego, ni mwana kikundi au mwenyekiti wa Marendego Bee Keeping Group. Sisi kikundi chetu kilianza kufuga nyuki mwaka 2024. Eh, na ishirini na e, tulikuwa tume, tume, tumepewa hiyo mizinga na TFS ya Wakala wa Msitu Tanzania wakazikuwa katika kamati ya maliasili ya kijiji. TFS ndipo tulipoanza kutugea mizinga ishirini ambayo tunayo mpaka muda huu na tum, tumelina kilo mia moja arubaini katika hiyo mizinga ishirini, maana kila mzinga at least ulikuwa anatoa kilo saba. E, mpaka sasa hivi hiyo mizinga tunayo na tunaendelea kufuga unyuki na mafanikio tuliyopata ni bado sio makubwa sana ni, kusabu, ni bayo, Koyo, ni, atisi, tunagua, kwa sababu ni maeneo mengi ambayo tunatumia nguvu kazi, kwa hiyo ni at least tunakuwa tunapeana vijiposhoposho kwa ajili ya kuzunguka katika mizinga yetu na kuangalia mazingira na usalama wa mikoko. Uh, njia ya kisasa ni ni, ni rahisi zaidi kwa sababu unapoenda kuvuna kwa njia ya kisasa, kwa sababu hata nyuki huwa kuathiri kwa sababu tulikuwa tunatumia kabla ya wakati TFS hajatupa wa e, usaidizi zaidi, tulikuwa tunatumia moto, yaani yani ya kienyeji, kwa hiyo nyuki wengi walikuwa wanaondoka na ndipo tulianza kupunguza ma, uzalishaji wa, wa, wa asali, kwa sababu tulikuwa tunatumia uvunaji wa kiasili, kwa sababu unapona moto unafungua mzinga unaanza kupulizia pale, matoke yake nyuki baada ya siku tatu tuni wamehama kwa hiyo baada TFS na wataalamu wetu Tanzania kutupa utaalamu, sasa hivi TFS kwanza sisi wametulimisha sisi, ndio maana tukapata ile mizinga, na sisi bado tunaelimisha jamii zingine, ili mradi na wao waweze kupata mizinga aidha ya moja moja, kwanza kwanza, baadaye watumie wadau wengine, kwa sababu TFS ni, ni, ni serikali, lakini kuna wadau ambao wanakuja sasa hivi katika kuboresha au kuketa uulinzi wa misitu ya mikoko wa kanda wa, wa pwani. Kwa hiyo nao nafikiria kwamba wao watapokuja kutuboresha na jamii nao watakuwa wanaweza kupata uwezo wa ufugaji wa nyuki e, wito wangu kwamba watu wote wanaovuna asali kwa njia ya kwa njia ya kienyeji ule ni, ni, mi nasema kwamba nawashauri kwamba waache watumie njia ya kisasa. Pili, wafate wataalam wa, wa ili mradi kwamba waelekeze jinsi gani ya kuvuna asali kisasa, kwa sababu kama nilivyozirudia mwanzo, nimesema kwamba utapovuna kiasili ki, ki kwamba nyuki hawakai na mizinga mingine, kwa sababu tunatumia sana ni soft wood, kwamba yani en, mbao laini, inawezekana kwamba ukaunguza mzinga. Kwa hiyo ushauri wangu kwamba wafike kwa wataalamu ili waweze wafundishwe wa, wa, wa, wa ili mradi wavune k, kisasa zaidi. Mizinga yote ya taasisi kama tunaweza kuviona kule ina kiwala kodi, kwa hiyo tukisha jaza kwenye kompyuta taarifa zetu za kazi ambazo tunataka kuzifanya tukifika huku, kuna application kwenye simu tutaitumia, kwa maana ya tutaskani ule mzinga, tutaingiza taarifa zote kwamba kiwa na kodi namba ngapi mzinga ambao no, tunalina pili, tutapiga picha kuonyesha. Huu mfumo unatumika zaidi kwa maana tuta trace asali kuanzia kwa producer ambao ni sisi paka kwenda kwa consumer ambao ni mlaji. Lakini pia nitumie fursa hii kuwakaribisha wale wote wadau wa uhifadhi wa, waweze kufuga nyuki katika maeneo ya misitu ya mikoko ambayo yapo chini ya wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS ya, kwa sababu unapofuga nyuki kwenye hifadhi za mikoko kwanza tunaendeleza ulinzi na uhifadhi wa misitu yetu ya mikoko, lakini pia kwa wale wenye uthubutu wa kujaribu kufuga au wa kutaka kufuga watakuwa wanajiongezea kipato kupitia shughuli nzima ya ufugaji nyuki katika mazingira yetu ya mikoko, lakini pia huwa tuna weka hii, hii, hizi taarifa kwenye GPS. Kwa hiyo hata kama siku mimi sijaja, unaweza ukapewa tu coordinate na nahitaji kufika manzuki ya Marendego, upande wa pwani kwenye hifadhi ya misitu ya mikoko. Ukifika utakuja mwenyewe hata bila mtaalamu, tunakupa queue tu, tunakupa coordinates za kukufikisha mpaka eneo la mizinga ilipo. Karibuni sana tuhifadhi mazingira yetu. Tumelisishwa tuwalisishe Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Zuena Omari Jiri ni katibu tawala wa mkoa wa Lindi na anazungumzia mambo mengi kuhusu miti ya mikoko na faida zake kwa jamii ya mkoa huo wa Lindi, lakini pia kwenye hifadhi. Tuna bahari hiyo la upwani ndefu, upuani ndefu na pwani ndefu, hii imeambatana na hifadhi ya misitu hasa misitu ya mikoko uh, mkoa katika jitihada zake unahakikisha kwamba mikoko ile inaendelea kuwepo kwa kushirikiana na wadau wengine. Mazoezi ya kupanda miti mipya mikoko yanafanyika kila mwaka, lakini kwenye pwani yetu kuna vikundi kwa ajili ya uhifadhi ya miti hiyo ya asili, ambayo miaka ya kati inaonekana ilipendwa sana kwa ajili ya ujenzi na matumizi mengine kwa sababu inadumu kwa hiyo uh, mkoa wa Lindi anapokuja kwetu mtalii ana uhakika wa kuonana na vitu vingi kwa wakati mmoja, na mkoa kwa kushirikana na wadau tuko kwenye uh, harakati za kutangaza zaidi, za kufanya utalii wetu uwe active kama ambavyo upo kwenye mazingira ya kanda za kaskazini na kanda nyingine, na ninaamini mtalii atakapokuja mkoa wa Lindi, atakavyoona vitu vyote kwa wakati mmoja, anaweza akawa mdau mzuri wa kusema kututangazia. Kwa hiyo ili kuendeleza hifadhi za misitu, kuendeleza utalii, tunatoa wito kwa wananchi na wadau wote wa utalii kufika kwenye mkoa wa Lindi. Tuko tayari kuwapeleka na kuwaonyesha maeneo haya. Wale ambao huwa wanawekeza kwenye sekta ya utalii tunawakaribisha sana, mkoa wa Lindi waje kuwekeza. Kwa sasa hivi ya, pamoja na hifadhi nyingi sana huku hatuna uh, wawekezaji ambao wamewekeza kwenye transport, wasafirishaji wa watalii. Tunatoa wito na kuwakaribisha wasafirishaji wa watalii waweze kuja kwenye mkoa walindi lakini pia uwepo wa maeneo hayo, uwepo wa bahari, uwepo wa vivutio hivi vyote, tunawakaribisha wa, wa, wa, wa, wa wawekezaji kwenye kujenga kempu na hoteli za watalii, ili watalii watakavyokuja waweze kutumia kempu hizo na hoteli hizo. Kwa sasa bado hazipo za kutosha na uhitaji ni mkubwa na tuwahakikishie serikali imeendelea kuimarisha miundombinu ya barabara za kusini, ili zitakazowawezesha vizuri watalii wetu wanaotoka nje ya mkoa wa Lindi waweze kufika kwenye mkoa wa Lindi vizuri. Aa, barabara hii barabara kuu inaboreshwa, madaraja makubwa yanajenga, nanyiwe wanaishi kufika, mtayaona kwamba hiyo yote inaimarisha barabara, lakini barabara za kwenda kwenye wilaya zetu Uh, zote ziko vizuri zinapitika mwaka mzima. Kwa hiyo tukishaimarisha barabara kuu barabara nyingine kwenda kwenye, kwenye, kwenye maeneo mengine zinaendeka vizuri. giz uh, uwepo wa hifadhi hizo uwepo wa vivutio hivyo sisi kwetu tunaangalia kwamba ni fursa kubwa sana ya kimaendeleo na ya kiuchumi. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wote tuje tushirikiana kwa pamoja kuinua na kuchochea uchumi wa watu wa Lindi, uchumi wa Tanzania, uchumi wa watu wa mikoa ya kusini kupitia utalii na uhifadhi. Lakini tumeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuendelea kuhifadhi maeneo yao, na wale ambao wanajishughulisha na kilimo waendelee kupanda miti katika at, at least kuzunguka shamba, kila mmoja shamba lake, basi awe na mpaka ambao unatengenezwa na mti moja itamsaidia ita yeye mwenyewe na uvamizi, lakini pili itasaidia kwenye kuendeleza uhifadhi. Kwa hiyo sasa hivi si kampeni yetu, kila mwananchi shamba lake lizungukwe na fensi ya mti, na wananchi wametika, wanaendelea na utekelezaji. Na katika kuendeleza uhifadhi, tunazo tuna, tunaendelea na utekelezaji wa kampeni ya upandaji wa miti kila halmashauri moja kupanda miti isiyopungua milioni moja na laki tano kila mwaka. Zoezi hilo linafanyika, tumeanzisha vitalu na wadau tofauti tofauti, TFS tunafanya nao, Swiss Aid tunafanya nao vitalu, na miti hiyo baadaye inagaiwa bure kwa wananchi ili waweze kushiriki kuipanda kwenye ya maeneo yao ya makazi, lakini pia na mashamba yao. Kwa hiyo uh, programu yetu na mkakati wetu kama mkoa ni kuangalia mkoa huu unaendelea kuwa ni mkoa wa kiuhifadhi kama ambavyo umeendelea kuwa kwa miaka yote, na sisi ofisi ya mkuu wa mkoa tukiongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuko tayari kushirikiana na wadau wote wanaokuja kwenye mkoa wetu kwa ajili ya kuendeleza uhifadhi. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS wakala wa huduma za misitu Tanzania. Kamanda wa TFS kanda ya kusini Manyisi Mpokigwa amesema sehemu kubwa ya misitu katika kanda hiyo ni miti ya mikoko ambayo wanaitumia pia kufuga nyuki ili kutoa fursa kwa wananchi kujipatia vipato kwa kufuga nyuki. Kanda ya kusini uh, ina miti ya pwani ambayo inaitwa mikoko mikoko hii inapatikana katika wilaya ya tatu zilizoko upande wa pwani. Wilaya hizo ni Kilwa, Lindi na Mtwara. Ukubwa wa eneo la mikoko ambalo tunalisimamia TFS kanda ya kusini lina ukubwa wa takriban hekta elfu thelathini na saba. Mi, miti ya mikoko kwa kweli uh, ina, ina, ina faida kubwa, pamoja na faida nyingine ambazo zinapatikana uh, kutokana na miti ya mikoko hasa katika uh, kuhifadhi mazingira ukiangalia kwamba uh, faida kubwa pia ni inasaidia kupunguza uh, mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaweza kusababisha mmomonyoko wa udongo katika ukanda wa bahari. Mikoko ina kazi kubwa sana ya kuhifadhi ardhi iliyoko pembezoni mwa bahari ili isiweze kusababisha mmomonyoko wa ardhi e, pamoja na kuhifadhi mazalia ya viumbe hai ambao wanapatikana baharini ikiwepo samaki, lakini na viumbe wengine. Lakini TFS tunatumia rasilimali ya mikoko katika kuhakikisha kwamba ufugaji wa nyuki unafanyika kwenye mikoko uh, TFS tunafuga tuna, tuna nyuki katika maeneo yale lakini pia hata jamii inayozunguka e, mikoko katika maeneo mbalimbali tumewaruhusu waweze kufuga nyuki kwenye mikoko. Hii yote ni kwa sababu asali inayopatikana kutoka kwenye hiyo mikoko a, ni asali ambayo ni nzuri sana. Ni asali ambayo imekuwa Aa, na manufaa sana katika afya za za binadamu kwa kuwa asali ile haina haina mchanganyiko wa vimelea vyovyote vya viuatilifu. Ina maana hakuna mashamba ambayo yanalimwa jirani na ile mikoko, mashamba ambayo yangeweza kutiwa labda kupigwa dawa za kuua wadudu, kwa hiyo ile asali inayopatikana kwenye mikoko inakuwa ni safi na ina manufaa makubwa kiafya. Kwa hiyo tuna uh, tunaendelea kuwahamasisha wananchi waweze kufuga nyuki na kupata mazao ya nyuki ambayo ni salama ambayo pia yanaweza kutibu magonjwa aina mbalimbali, kwa mfano asali, lakini pia kuna mazao mengine nta, ambazo zinatokana pia uh, na zao la asali. Hivyo kwa kanda ya kusini uh, tunatoa wito wa kuendelea kuendelea ku, ku, kutunza rasilimali hiyo ya misitu ya mikoko. Tunaomba wananchi wasije wakawa wanaharibu kwa namna moja na nyingine, hasa kwa kukata mikoko, lakini wajue kwamba mikoko inatakiwa ihifadhiwe kwa ajili ya faida hizo ambazo hata wao wenyewe wanazifahamu. Mtazamaji wa Tanzania ya Kijani, hadi hapo tunafikia tamati ya kipindi hiki. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki James Range, mimi ni msimulizi wako Ana Mwasioke, okay. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa. Tanzania kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania.